na tukisalia katika masuala ya maji ni wakazi wa vijiji vya goda na bulesa katika wadi ya chari kaunti ya isiolo wamenufaika kutokana na kukamilika kwa mradi wa maji wa kenya rapid plus na shirika la catholic relief services wakiongoza na chifu msaidizi hassan mohamed wakazi hao wamesema mradi huo utaboresha maisha ya zaidi ya kaya 350 hii ni baada ya maeneo hayo kuathirika na maji machafu ya mto ewaso nyiro ulioko umbali wa kilomita nne kutoka makazi yao na ambayo wanatumia wanyamapori. Aidha, maji kutoka mto huo pia yamekuwa yakiwasababishia mlipuko wa magonjwa tofauti. Kila wakati tunapata siku moja so, ilikuwa na shida ya maji, hali hakuna maji, shule hakuna maji, pia hawana maji. Hii maji iko na dawa yake ambayo inaitwa klorini Tumepata maji ya kutosha ambaye iko na sawa, akikunya watoto ni sawa, kuvua ni sawa na kuoga ni sawa. Kila mtu sasa, hii area maji inaenda free usiku na mchana. Tunaweza oga usiku hata unaweza oga na pipe, hakuna shida. Tumewashikanisha pamoja na eh, County Department ya Isiolo Department ya maji County Government ya Isiolo Department ya maji kuhakikisha kwamba wakati wako na shida zaidi yenye inawazidi wanaweza pata ujusi kutoka eh, wale wataalamu katika County Department ya maji. Na nafikiri hizi miaka miwili zimebakia, kwa uwezo wa Mungu shida ya maji hapa sio, kwa sababu tumebakisha sehemu chache sana.